Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho, inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, na kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani, na hali ya bahari bahali inatajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha ongezeko la viashiria vya mvua hususan katika maeneo ya ukanda wa pwani, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Morogoro, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, Rindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo magharibi mwa nchi yetu maeneo yanazunguka Ziwa Victoria pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani. Maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine nchi yana usalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu. Mvua na gumu katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Wakati maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya Ziwa Victoria, mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua na gumu katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha juu cha joto ni nyuzijoto thelathini na mbili. Dodoma kiwango cha juu cha joto ni nyuzijoto ishirini na tisa. Mwanza kiwango cha juu cha joto ni nyuzijoto ishirini na nane. Kilimanjaro kiwango cha juu cha joto ni nyuzijoto thelathini na moja Mbeya kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na saba. Morogoro kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na tisa. Arusha kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na nane. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.